Maono ya mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anahamasisha uwekezaji kwa sababu uwekezaji ndio msingi wa pato na msingi wa kiuchumi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu ana ujumbe kwenye watu wa Tanga wajua Tanga, Tanga ni lango kuu la uchumi sasa hivi wameongeza pale Afrika Mashariki kwamba uchumi wetu sisi wa Tanzania wa korido hii ya Tanga manake tunaunganishwa na wenzetu wa Kiafrika Mashariki unazungumzia Mombasa na masehemu mi, na nyinginezo. Lakini mheshimiwa mbunge kila mara anasimama na kusema kuhusiana na maendeleo ya Pangani na alianzisha hapa eh, wekeza Pangani wakati ule na mheshimiwa DC wetu Zainab, na wakaenda kufanya mikutano mbalimbali ya kuwavutia wawekezaji wa Pangani. Sasa leo tuna wawekezaji wa zalendo. Na Mheshimiwa Rais analingania sana wawekezaji wa zaleni kwa sababu pato lake litazunguka kwenye maeneo yetu na sisi tutainuka k, ninaamini kabisa uwekezaji wenu mlioufanya na kwa standardi ya viwango mlivyoviweka, ninaamini Pangani inaenda Mheshimiwa Mbunge anafurahishwa sana, kwani hadi dakika hizi anasema anachokihitaji katika mji wa Pangani sasa ni uwekezaji. Kwa hiyo, uwekezaji utasababisha hata wananchi wetu wapangani kuweza kupata faraja na kuweza kupata wa kuwahudumia wengi ili maendeleo yaweze kupatikana. Akina mama walikuwa wanapata shida ya kuuza vyakula vyao kwa muda mfupi na fedha kidogo kuweka mfukoni. Lakini hoteli hii itakusanya, itahudumia watu wengi sana. Watakuja na wale akina mama zetu walioko pembezoni wa hii hoteli basi wataweza kupata e, fursa ya kuweza kujipatia maendeleo kwa kupitia wageni watakaoingia katika mji wa Pangani. Leo ni siku maalum kwetu kwa ajili ya uzinduzi wa hoteli yetu na mgahawa ambao hoteli yetu inaenda kwa jina la Pangani River Sea Beach Resort na mgahawa wetu unaenda kwa jina la Kwani Restaurant Kwani Food Restaurant and Mradi um, huu haujafunguliwa kwa ajili ya biashara peke yake, bali ni mchango wetu katika jamii kwa kuhakikisha kwamba kunakuwa na ongezeko kuna la ajira, kukuza pato la nchi au taifa, na pia kuhakikisha kwamba tunakuza utalii, biashara za utalii ndani ya nchi. Pia tumelenga sana katika kuhakikisha tunatoa huduma bora za kimataifa na kuhakikisha pia tunatoa mchango mkubwa kwa jamii, kuhakikisha tunakuza na kuchangia ukuaji wa rasilimali za jamii. Kwa heshima kubwa, tunapenda kuwatambulisha na kuwakaribisha rasmi katika hoteli yetu ya Pangani Riversea Beach Resort, na pia iliyopo katika wilaya ya mji maridhawa wa historia wa Pangani kwa watanga nchini Tanzania, yenye vivutio anuwai kiutalii na uwekezaji kiuchumi kibiashara makazi ya kudumu ikiwa imejengwa kimkakati pembezoni mwa mto Pangani na karibu kabisa na makutano ya bahari ya Hindi. Hoteli hii inatoa mandhari tulivu ya kipekee ikishirikiana bega kwa bega na mgahawa maarufu wa kama benki. Tuna hiyo sekta ya utalii, tuko tayari kusapoti, lakini kikubwa zaidi nimefurahia historia ya hili jengo ambalo ilikuwa ni ndoto ya kina mama na imeonyesha kwamba ndoto zinawezekana, kama walifanya ndoto mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne na wakajenga jengo lao, na mwaka elfu moja mia tisa sitini na sita jengo likazinduliwa, na leo umepata mwekezaji ambaye ni mzawa kweli. Hiyo si tunasema tunawakaribisha sana Watanzania kuja Tanga, tunawakaribisha Tanzania kuja Pangani. Tanga ni shwari, Tanga ni salama. Uh, na sisi kama NMB tunaona kwamba sasa ni wakati sahihi kabisa wa kujikita zaidi kwenye upande wa utalii. Na Pangani, moja ya sehemu ambayo ni ya muda mrefu ni mji mkongwe ambao una historia kubwa sana.